tutamkosa Mzize kwenye pitch kwa muda wa wiki nane mpaka kumi kama ambavyo jopo uh, la madaktari limeelekeza. Nipende kuwatangazia ndugu zangu waandishi wa habari, mashabiki na wanachama wa klabu yetu Yanga Africans, mchezaji Clement Mzize atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki nane mpaka kumi huku madokta wakiendelea kukagua kwa karibu hali yake ya kiafya mpaka hapo ambapo ataimarika na kurudi uwanjani. Kati hapa kumepangwa draw ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa, imeangukia kwenye kundi B, kundi ambalo limehusisha timu kama Al Ahli kutoka Misri, kuna timu inaitwa FAR Rabat kutoka Morocco na kuna timu inaitwa JS Kabili kutoka Algeria. Ukiangalia hilo kundi ambalo lina timu nne, kundi B ni kundi ambalo kila mmoja ambaye anafahamu mpira, kila mmoja ambaye anafuatilia football ya Afrika vizuri, kila mtu ambaye anafuatilia kwa ukaribu ubora wa ngazi ya vilabu kwenye Champions League barani Afrika atakiri kwamba hili ndiyo kundi gumu, na kwa lugha ya kimpira wanasema ndiyo kundi la kifo. Kwa nini ni kundi gumu na ni kundi la kifo? Ni kwa sababu ya ubora wa timu zote nne ndani ya hilo kundi. Ukiangalia vizuri mbali na ubora wa timu zote nne kwenye kundi hili lakini pia ni kundi ambalo limehusisha top 5 naweza kusema ya ligi bora barani Afrika. Kuna ligi ya Misri hapo, kuna ligi ya Moroko, kuna ligi ya Algeria na kuna ligi kuu ya NBC ya hapa Tanzania. Zote hizi zinaangukia kwenye tano bora ya ligi zenye ubora mkubwa barani Afrika. Kwa hiyo sio kundi jepesi, sio kundi lelemama, na sisi uongozi wa klabu yang Africans tunakiri kwamba hili ni kundi gumu na ni kundi ambalo halitabiriki. Mpaka tunavyozungumza sasa hivi, yoyote anaweza kuwa na nafasi ya kuelekea kwenye hatua ya robo fainali.